Mbunge wa Jimbo la Buhigwe Mheshimiwa Felix Redori Kavejuru ametoa pore kwa wananchi wanaoishi katika kijiji cha Kigogo kichopo kata ya Mzeze wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma kwa kukumbwa na tatizo la kuwezuliwa nyumba kutokana na mvua kali iliyoambatana na upepo mkali. Pore hiyo ameitoa leo Machi 15 2025, wakati alipofanya ziara yake ya kwenda kutoa msaada kwa wananchi hao kutokana na tatizo lilo kumba, ambapo ametoa zaidi ya milioni tano kwa ajili ya wa waathirika hao pia ameahidi mabati kwa ajili ya kuezekea ofisi ya chama katika tawi la Kigogwe. Awali ya yote poleni sana. <gibu> Nimshukuru mwenyekiti siku ya tukio alipiga picha akanirushia kwenye WhatsApp, ya kwamba hapa kwenye kijiji chetu cha ja Kigogwe kumepita dhoruba yenye upepo mkali iliyoambatana na mvua na ikabeba ikaezua mabati na kuangusha kuta. Poleni sana. Siku napata taarifa hii nilikuwa niko mkoa wa Kilimanjaro, lakini kikazi mtoto wenu mliponichagua nilipoenda kule bungeni nilipata fursa nilichaguliwa kuwa mjumbe wa kamati ya maji na mazingira. Na mwenye kiti wa kijiji hicho Metsera Enoki amesema tukio hilo limetokea tarehe 8 Machi 2025 na kutoa takwimu ya kaya zilizozuriwa na upepo ambapo amesema zimezuriwa si nyumba 24. Ni tukio lililotokea tarehe 8 ya mwezi wa tatu eh, majira ya saa 12 jioni baada ya wingu kutanda ilitokea uh, upepo mkali ambao uliambatana na mvua kuwa, uh, ni mkali mno, kiasi ambacho ulisababisha madhara makubwa kwa wakazi wa kijiji cha Kigogo. E, takribani nyumba ishirini na nne ziliathirika. Nyumba hizo ziliendana pamoja na kusababisha majeruhi kwa watu kadhaa, watu wazima watatu, wakiwemo baba mmoja aliyevunjika mguu pamoja na mtoto ambaye aliumia maeneo ya upande wa kulia pa uso, hali ambayo imeleta simanzi na kuwacha jamii hiyo ikiwa haina makazi. Nikiripoti kutoka Ulani Buhigwe, mkoani Kigoma, mimi tazama na Gervas Ohuro FM.